Karibu mpenzi mtazamaji wa Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Mwandila. E bwana, kama unavyoona, leo ni siku ya kipekee kabisa e, nikukaribishe katika wiki ya huduma kwa wateja na wawekezaji. Tuko hapa Sukari House leo hii, bwana, asubuhi na mapema tumeweza kuja hapa, kwa sababu ni wiki ambayo tunaangazia sana e, wawekezaji wetu. Kwa hiyo hii ni wiki yao katika huduma, kuweza kuhakikisha kwamba huduma wanaweza kuzipata bora kabisa. UTT AMIS, karibu. Uh, kwanza hongera kwa kuweza kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja nini, kumepambwa nje, kuna watu wanapokea wateja wetu. Ukiangalia hapo reception, kuna watu wanaopokea vizuri wateja wetu, kiukweli ni siku nzuri, na tunapenda kuwakaribisha wateja waje pata huduma nzuri wata enjoy leo siku nzima. Mary Samani ni kwamba huduma ya wiki huduma uh, kwa wateja yes. Kwa wawekezaji yes. Na UTT AMIS yes. Manaake hadi chai ipo, hadi chai ipo. Yani ukija asubuhi unapata chai ndio unakuja kuhudumiwa. Acha bwana, kabisa, kabisa. Hii yote mlioweza kuangalia katika kuweza kuwa hu, kuwapa huduma bora yes tuliona hivi kwa sababu ukishasikia wiki kwa wateja yani, wateja wakishasikia hicho kitu yani, wanapenda sasa wadumiwe kama wafalme na sisi tunapenda wateja wetu tuwadumiwe kama wafalme, na sio tu wiki kwa wateja. Kila siku lazima tutoe huduma nzuri kwa wateja wetu. Neno lako labda la mwisho uh, la mwisho la kuweza kuambia watanzania wote ambao ni wawekezaji uh, kuhusiana na katika hii wiki ya huduma kwa wateja Kiukweli, neno langu napenda kutoa kwamba wateja waongezeke katika taasisi ya UTT AMIS, kwa sababu ni taasisi ya serikali, ni nzuri na ipo salama, yani inaaminika. Kwa hiyo wateja wakisikia mtu anaongea kuhusu UTT katika maredio kwenye matv, jamani, wachangamke hata kupita kijiwe mchongo. kabisa kabisa, yani wachangamke, wakimbie kwa nguvu, waje kuweka pesa zao watengeneze faida. Ia. Na vile vile maana yake ni sehemu salama, yani kuna pesa wanakuja wanawekeza na UTT lakini vilevile kuna usalama wa hali ya juu, usalama ni mkubwa sana. Mambo dada? Poa, mzima? Mimi mzima. Unaitwa nani? Naitwa Victoria. Victoria. Na dadangu? Okay, Agape. Agape, karibu, karibuni uh, sana UTT AMIS katika wiki ya huduma kwa wateja. Mnafahamu lakini kama ni wiki ya huduma kwa wateja? Ndiyo. Le leo mlivyokuja si mnaona kabisa kuna utofauti tofauti. Ndiyo. Na siku nyingine au ni kwa mara ya kwanza, ndo mnakuja? Ndio kwa mara ya kwanza. Ha, leo ni kwa mara ya kwanza mmeshtuka eh, UTT mbona hivi? Ndio, kila siku. Hapana, tupo katika wiki ya huduma kwa wateja kuweza kuhakikisha kwamba wateja wetu tunahakikisha wanaweza kupata huduma zilizoweza kuwa bora. Uh, kwa mara ya kwanza ndo unafika? Ndiyo kwa mara ya kwanza. Nani ambaye aliweza kukushawishi kuweza kuifahamu UTT na leo hii meweza kuja auntie yangu. Nani? Anti yangu, ah, shangazi yako. Ndiyo. Ni kwa muda gani ambayo imeweza kupita alipoweza kukwambia kuna masuala ya kuwekeza na UTT na mpaka kuweza kuja kuchukua maamuzi ya kuja Sukari House? Aliniambia muda kwa sababu nilikuwa najaribu kufikiria. Mm. Ndiyo. Okay, sasa na ushajiunga bado? Ndio nimejiunga. Mfuko gani? UTT liquid. Ah, ah, liquid. Unajiunga liquid. Okay. Tuje kwa Agape mzima. Mzima. Nimechukua muda gani? Na yeye ni shangazi yako pia. Yeye ni ndugu. Hapana, we ni nani ambaye aliweza kukushawishi mpaka mwisho wa siku kuja kuamua kusema hapana, na mimi nahitaji, kama ni kijana mdogo kabisa, kuja kuzipambania maisha yangu ya, ya baadaye, aliweza kuja kukushawishi mpaka leo hii kuja kujiunga na mifuko ya UTT, nani? Kaka yangu. Iliweza kuchukua muda gani mpaka kuweza kuja kukwambia, kuna masuala masuala ya uwekezaji mdogo wangu Agape, hebu fata utaratibu, mwisho wa siku uweze kupata elimu masuala ya uwekezaji? Aliniambia kama wiki moja iliyopita. hmm. Kimoja kimoja. Mm. Na hapo hapo kaja baada ya wiki ukachukua maamuzi. Yeah. Na wewe umekuja kujiunga katika mfuko gani? Liquid. Wote liquid. Mm. Mliweza kupata elimu kuhusiana na hii mifuko yote? Ah, alinipa elimu yeye mwenyewe na pia nikafuatilia kwenye mitandao ya kijamii nikaona unafaa. Okay. Usha kukutana na kijiwe mchongo? Hapana. Unajua kijiwe mchongo? Hapana. Okay, sawa. Sasa sogeni kwa hivi kidogo, mimi nataka niweze kuongezea kidogo, eh? Kuhusiana na maswala ya uwekezaji na UTT. UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali upitia wizara ya fedha inajihusisha maswala ya uwekezaji, umeelewa? Kwa hiyo unavyoona hapa, watu wote wanahudumiwa, wote hawa ni wawekezaji. Kuna wengine wamekuja kufuatilia baadhi ya mambo tofauti tofauti, na kuna wengine wanaweza aut kama nyie katika hii wiki ya huduma kwa wateja, nao ni kwa mara ya kwanza wameweza kuja. Kwa hiyo UTT ni maana yake kwamba leo hii wewe dada angu pamoja, mm -hmm. na dada angu mnakuja kuwekeza kwa ajili ya malengo yenu ya baadaye, si ndivyo? Au unataka kuja kuweka hela kwa ajili ya baadaye baadaye, malengo yako na malengo ya baadaye yawezekana ya wanataka kuja kununua gari <laughs> wanataka kujenga. Lakini vile vile mliambiwa kwamba UTT wana mifuko sita, sindio? Yeah. mifuko sita lakini kuna mifuko vile vile hadi ya watoto. Una mtoto dadangu? Amna? Lakini vile vile maana yake kwamba kuna mfuko wa watoto, kuna mifuko kama sisi vijana ambao tunaweza kuja kwa mudu kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye, umeelewa? Lakini faida za UTT sidhani kama mliambiwa. Mliambiwa eh? si ndivyo Mliambiwa. Mimi nataka niwaongezee faida za UTT leo hii. Mpaka unaona hapa, kuna baadhi ya wawekezaji wengi sana wananufaika nazo. Cha kwanza kabisa UTT, maana yake unawekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali. Tukuzungumzie, unawekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali, maana yake unawekeza sehemu salama, sio kwa mwelewana, unawekeza sehemu salama, maana yake usalama upo. Lakini vile vile tofauti na hapo isho usalama, UTT ukiwekeza, wanakupa wastani wa faida asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka Sielewa kupitia mfuko mfuko wako wa liquid, kupitia mfuko wako wa liquid, wewe ukija ukiwekeza pesa yako labda, sio kuwekeza, wao wanakuja kukupa wastani wa faida asilimia kumi na mbili. Maana yake mahesabu mko vizuri, wastani wa faida asilimia kumi na mbili katika milioni maanake ni laki moja na ishirini, tunaelewana? Kwa maanake wewe kwenye, kwenye akaunti yako hautokuta ile milioni moja yako uliowekeza, mwaka mzima utakuja kukuta milioni moja laki moja na ishirini. Kwa hiyo umeona utofauti, ukiweka milioni kumi, mwisho wa mwaka imetimia milioni kumi, maanake mwisho wa mwaka baada ya miezi kumi na mbili utakuja kukuta milioni kumi na moja na laki mbili. Na laki mbili. Tuko pamoja. Kwa hiyo tunaelewana Leo hii ukiweza kupata fursa ya kuweza kumshauri labda rafiki yako nyumbani, ndugu yako, yawezekana mamako, ungeweza kumwambia nini kuhusiana na hizi faida za UTT. Tuanze kwako. Nitamshawishi kama mimi nilivyoshawishi. Ndio, umshawishi sasa hapa na kuna baadhi ya marafiki zako wanakusikiliza, hebu waambie. Mimi nachowashauri kwamba UTT ni nzuri na ina manufaa. Okay. Eh, ndio maana hata mimi nimeamua pia kujiunga kwao, nawakaribisha vilevile uwambie uwakaribishe katika hii wiki ya huduma kwa wateja nzuri. Nzuri. Nzuri. Okay. E, okay. Hmm. <tabias> zako watu wako wa karibu, lolote kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS na zile faida zake, kuanzia maswala ya usalama, unawekeza katika taasisi za serikali, lakini vilevile unapata faida wastani wa asilimia kumi na mbili. Lakini uwakaribishe katika wiki ya huduma kwa wateja. Ah, na wakaribisha watu wote wawekeze UTT ni sehemu nzuri na salama kwa kuwekeza, hasa ikiwa ni kama unaweka akiba au mtaji wako. Kijiwe mchongo na UTT Amis imetufikia wiki ya huduma kwa wateja. Kijiwe mchongo na UTT Amis imetufikia wiki ya huduma kwa wateja. Na kama nilivyotoka kuweza kukwambia tumeweza kuzungumza na baadhi ya ndugu wawekezaji katika hii wiki ya huduma kwa wateja, lakini vile vile maafisa wa UTT AMIS. Kikubwa hasa tuko hapa leo hii katika wiki ya huduma kwa wateja kuweza kuhakikisha kwamba kila mteja ambaye ni ndugu mwekezaji basi anaweza kuweza kupata huduma iliyoweza kuwa bora kabisa Tanzania a, kiujumla, mikoa mbalimbali mbali, ambapo ofisi za UTT zipo, basi hakikisha katika hii wiki ya huduma kwa wateja unafika katika ofisi zetu ili uweze kupata huduma iliyoweza kuwa bora uwezekupata kunitunia Mwandila na kusisitiza njoo uwekeze na taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji nazungumzia UTT AMIS. Kwanza ni sehemu salama lakini vilevile, unapata wastani wa faida ya asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka katika mfuko ambao wewe umeweza kuwekeza au sivyo? Karibu sana bye. bye.